Hivi leo tulipeleka sokoni tani elfu ishirini na sita na kilo mia mbili hamsini na nne ambazo tumeuza katika roti mia moja na tano na bei ya juu imekuwa shilingi elfu tatu mia tano ishirini lakini bei ya chini elfu mbili mia tano na hamsini. Sisi kama taneku tumeshukuru kuziuza korosho hizi, lakini pili, sasa tunaenda kushuka kwa ajili ya kuandaa mnada ujao, na sisi falsafa yetu ni kwenda kusimamia swala la ubora, kwa sababu swala la ubora ndilo swala litakalotubeba katika minada yetu. Umeona kwa mara ya kwanza hapa Tanzania tumeweza kupeleka mzigo, haijawahi kutokea katika mnada wote, kupeleka tani elfu ishirini na sita katika mnada mmoja, lakini kwa sababu ya korosho zetu kuwa bora tumeweza kuziuza korosho kwa zote, kwaiyo nishukuru pia serikali kwa kuleta mifumo ya usimamizi kupitia mfumo, mfumo wa sakabazi za ghala, lakini pia mfumo wa soko la bidhaa. Wakulima wamejiridhisha wenyewe kwa kuona bei zilikuwa zina trendi kwenye skrini kwa uwazi kabisa. Leo tumefanya mnada wa kwanza. Mnada sio mbaya na sio mzuri sana kiwastani kutokana na uzalishaji au gharama za, za, za, za ukulima. Mimi nishukuru sana serikali kwa kutuletea mfumo ambao hauna mashaka, kwa sababu huu mfumo hauna ujanja ujanja kama ilivyo kwa mifumo mingine. Tajiri ananunua kama aliko na wewe unaiona mkulima bei iliyoko. Tumeona bei ya juu elfu tatu mia tano kwa, kwa elfu mbili mia tano na hamsini kiwastani, inaridhisha kiasi kutegemea kwamba gharama za, za pembejeo na vingine wanasimamia serikali. Kwa hiyo mimi niendelee kuishukuru serikali kuendelea kutusimamia wakulima na niishukuru kwa kiasi ambacho wanatutizama kama wakulima, lakini waendelee kuboresha hizi bei wazungumze na, na, na, na, na wafanyabiashara wazidi kutupa bei iliyo kwa mzuri kwa sababu korosho ina ina gharama nyingi jinsi ya kuiandaa mpaka inafika sokoni. Mimi binafsi ninafurahi nimefurahishwa na hiki kitu lakini pia tumewaomba wakulima wetu waendelee kutuamini viongozi wao, lakini pia tumewaomba hizi korosho, ili tuzidi kupata bei nzuri, waende wakazianike, kwa sababu sasa hivi mvua zimeanza kunyeshanyesha. Kwa hiyo wakizianika na zikawa kwenye ubora zaidi, naona bei itazidi kuongezeka. Lakini kama ambavyo mnafahamu, jana tulikuwa na changamoto ya mtandao kurudia tena mnada leo ambako tumebahatika kuuza korosho zote tani elfu ishirini na sita na kilo mia mbili kwa bei ya shilingi elfu tatu mia tano na ishirini hadi shilingi elfu mbili mia tano na ishirini Na nashukuru sababu wakulima wenyewe wameamua kuuza korosho zao kwa, eh, kwa, kwa nia njema kabisa na kwa umoja wao bila kulazimishwa, kwa hiari yao. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maana tumeuza korosho zote tani elfu ishirini na sita na kilo mia mbili tunazidi kuwapongeza wa